Karibu kwenye taarifa maalum ya habari. Leo tunakupeleka moja kwa moja kwenye mgogoro unaotikisa Mashariki ya Kati. Je, unajua kinachoendelea kati ya Israel na Iran? Sikiliza kwa makini. Mimi ni Cecilia Yohana na leo tunaangazia kile ambacho kinaweza kuwa mwanzo wa sura mpya ya mgogoro wa Mashariki ya Kati au mwisho wa amani ya muda mrefu duniani. Usiku wa tarehe 12 Juni 2025, ndege zisizojulikana zilirusha makombora ya hali ya juu dhidi ya vituo vya nyuklia ndani ya Iran, zikiwalenga wataalamu wa nyuklia, maafisa wa kijeshi na maghala ya silaha za makombora. Miji kama Natanz, Isfahan, Arak, Kermanshah na Teheran yote yameshuhudia mlipuko mkubwa na leo hii dunia imeamka huku majivu ya mashambulizi haya yakiendelewa kusambaa. Serikali ya Israel haijathibitisha wazi kuwa imehusika, lakini mashirika ya kijasusi kutoka Marekani na Ulaya yanasema wazi, hili lilikuwa pigo kutoka Tel Aviv. Mashambulizi haya yamewaua viongozi wakuu wa jeshi la mapinduzi la Kiislamu IRGC, akiwemo kamanda Hussein Salami na mkuu wa majeshi Mohamed Bagheri, pia wanasayansi wa nyuklia kama Feredun Abasi wamepoteza maisha. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatola Ali Khamenei haja sita ameapa adui atalipia damu kwa damu. Tayari Iran imerusha zaidi ya drones mia moja kuelekea anga la Israeli, huku anga ya Mashariki ya Kati ikifungwa kwa safari za ndege na mashirika ya mafuta yakipandisha bei kwa kasi isiyotarajiwa. Lakini swali kubwa zaidi linasalia hili: ni tukio la kisasi tu au mwanzo wa vita kubwa ambayo itavuruga si tu mashariki ya kati, bali dunia nzima? Wapendwa watazamaji, huu si wakati wa kutazama tu, ni wakati wa kuelewa, kwani mgogoro huu hauishii kwenye mipaka ya Israel au Iran. Unaathiri mafuta tunayoweka kwenye magari, amani ya miji yetu na usalama wa kizazi cha jacho. Je, mataifa haya yataketi mezani au ulimwengu utajikuta kwenye dimbwi la moto usiozimika? Tunaendelea kufuatilia kila dakika, kila tamko, kila pigo kwa niaba yako. Kwa sasa, tuendelee kuwa watulivu lakini tusibaki kimya.